Nichukue nafasi hii kuwatoa wasiwasi mashabiki wa Simba, uh, juu ya kumwamini Mwalimu Selemani Matola na kwamba sisi viongozi wa Simba tunayo imani kubwa ya kwamba Mwalimu Selemani Matola ana uwezo wa kutuvusha salama katika michezo miwili ambayo iko mbele yetu, kwa maana dhidi ya Mbeya City na dhidi ya Azam FC na kuweka kumbukumbu sawa sawa. Michezo yetu miwili, msimu huu mpaka sasa tumecheza michezo mitatu ya ligi kuu ya NBC. Katika hiyo michezo mitatu michezo miwili imesimamiwa na kuongozwa na Mwalimu Selemani Matola na katika hiyo michezo miwili ambayo Mwalimu Matola ametuongoza yote miwili tumepata ushindi, dhidi ya Fountain Gate, dhidi ya Namungo tena ushindi mnono wa magoli matatu matatu kila mechi. Kwa hiyo hatuna wasiwasi hatuna mashaka na wala hatuna presha yoyote kuelekea michezo yetu miwili e, dhidi ya Mbeya City, dhidi ya Azam. Tuna imani kubwa ya asilimia mia moja mwalimu Selemani Matola atatuvusha salama katika michezo hiyo, na tutapata ushindi bila wasiwasi wa aina yeyote ule. Kwanza, ana uzoefu wa kutosha, lakini pili, ana ujasiri usiomithilika, na tatu, ana vigezo vya kutosha vya kuiongoza Simba kupata ushindi katika michezo hiyo miwili.